Takwimu za wizara ya afya humu nchini zinaonyesha kuwa takriban watoto elfu mia moja thelathini na nne huzaliwa kabla ya muda wao kufika. Inaaminika kuwa takriban watoto njiti elfu thelathini na tatu na mia sita huwa wanaaga dunia kila mwaka kutokana na matatizo ya kiafya. Watoto njiti huhitaji huduma maalum ili kuwasaidia kuishi na kukua vizuri, kina mama wajawazito wakitakiwa kuhakikisha wanahudhuria kliniki zote za ujauzito na kufuata ushauri wa daktari ili kupunguza uwezekano wa mtoto kuzaliwa kabla ya wakati. James Mwangi na taarifa kamili katika makala yetu ya Undugu Afya. Toto jinti ni watoto waliozaliwa hai kabla ya wiki 37 za ujauzito kukamilika. Watoto hawa kwa mara nyingi huzaliwa na uzito mdogo kuliko kawaida na huhitaji huduma maalum kuwasaidia kuishi na kukua vizuri, ikiwa ni pamoja na kumtunza mtoto kwa kumweka kifuani mwa mama au baba. Wadogo utaonat mara kwanza hapa kwanza wanaume wanaogopa wanafikiria labda kuna panya unaona, nafikiri ni panya kubwa, lakini ni mtoto. Lakini tunapokuwa nazo hizo miezi, mita, miezi mitatu ama miezi nne utapata mtoto pia amegain to weight. Kulingana na takwimu za wizara ya afya nchini, takriban watoto 134000 huzaliwa mapema kila mwaka.

and continued attention from society at large. Kuzaliwa kabla ya wakati hutokana na sababu mbalimbali mbali, zikiwemo za kiafya, kimazingira au mtindo wa maisha, ikiwa ni pamoja na maambukizi na magonjwa kwa mama mjamzito. Premature babies are born due to several factors. Some are environmental, some are medical causes and others are social causes.

Lishe bora, kujiepusha na utumizi wa dawa za kulevya, kuhudhuria kliniki zote za ujauzito, pamoja na kufuata ushauri wa daktari ni baadhi ya njia zinazosaidia kuepukana na kujifungua kabla ya wakati. A word of encouragement to the mothers, do not give up. Uh, a premature baby will grow up to be a normal baby like any other my baby right now is uh, two, two years and uh, like four months he's a very active baby james mwangi makala ya undugu afya